Habari nzuri kwangu, mi nasema kwamba FC mm. Koln wanarudi katika Bundesliga, ligi kuu daraja la kwanza, baada ya kubeba taji la daraja la pili. Unafurahia sana kuwaona hawa vijana wakirudi? Eh, bila shaka anafurahia na ni baada mm. ya msimu mmoja tu, kwa sababu FC Koln ni mojawapo ya timu ambazo zinaleta mshamsha katika mm. eh, katika Bundesliga na wamefanya hivyo na, na, hili taji la Bundesliga ya pili wamelinyakua siku ya mwisho mm. kwa sababu mm. Hamburg <laughs> Ndo walikuwa katika nafasi hiyo, uh, walikuwa, lakini mechi yao Hamburg wameweza kushinda Köln wakapata ushindi mkubwa wa mabao <laughs> yeah. uh, manne. Kwa hiyo mm. uh, nafikiri Köln uh, kurudi kwao katika Bundesliga ni habari njema, si kwa wa mashabiki tu wa Köln, lakini uh, kwa Bundesliga nzima, kwa sababu uh, ni timu ya kihistoria, ni mm. timu ambayo ina mashabiki tu sio katika mji wa Kolon, lakini mm. E, mm. Ujerumani nzima, na nafikiri sasa hivi e, tatizo analostahili kulitatua FC Kolon ni la kocha, kwa sababu mm. huyu kocha Funkel ambaye amewafikisha hapa amesimamia mechi mbili tu peke yake Bruce, lakini amedhihirisha kwamba anataka kubakia. Kufikia sasa, yeye mwenyewe amedhihirisha akisema, sasa mimi hapa naona mkiendelea kunipatia mamu nizungumze vizuri na mimi, tutie wino ama tumwage wino mahali panapostahili, basi bila shaka pengine mambo yataendelea kukaa vizuri, lakini kwa namna hii mechi mbili inaweza kuwa kwa sasa hivi bado wanaonekana katika um, uh, huo, huo, huo, huo, huo, wakati wa kufanya hayo majaribio lakini ni uzuri kwamba Funkel amewafikisha hapa. Sasa hivi wana muda katika dirisha hili la uhamisho kuamua ni mm. kocha gani watakayekwenda naye uh, ili wamchukue kwa mapema, halafu waanze eh, maandalizi ya kabla msimu, wakiwa na kocha mpya, na wafanye sajili nzuri, na furahi sana kumwona uh, kijana kama Linton Maina anarudi katika Dibio. Bundesliga amekuwa na mchango mkubwa sana katika timu hmm. ya Koln hmm. kweli. Sasa, kabla ya kuondoka, kuondokana na mambo haya Bundesliga, kwa kifupi tu hmm. nini ambacho unaweza kusema sana, ama kilikushangaza katika msimu huu wa Bundesliga. Msimu wa Bundesliga, kwanza kilichonishangaza ni shangaza, ni Dortmund. Borussia Dortmund ni timu ambayo mm. tulitegemea kwamba baada ya msimu ama mmoja wataweza kutafuta mbinu ambao wangeweza kujimarisha na kufanikiwa kwa wepesi kuweza kupata matokeo ama ama angalau kupanda katika nafasi za juu, lakini hapa katikati mwa msimu wakawa wametetereka sana, nafasi kumi kumi na moja zikawa ni zao mwanzo mwisho, lakini waka tafuta wakapambana mpaka hatimaye wamefanikiwa kujikatia mm. tiketi ya kucheza Champions League. Hii ni timu ambayo ni wapambanaji ni wapiganaji e, licha ya kwamba wananusa tu hawana hasa na hawana tofauti ah, kubwa e, wananusa tu ubingwa lakini kisha hawaufiki. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo mimi kwa kwa msimu wa Bundesliga yeah, e, limenifurahisha sana, mbali na wachezaji talanta ambazo zimeweza kujitokeza kuonekana mm. mm. e, katika timu mbalimbali mbali, na hisi kwamba Bundesliga ni mechi ambayo ama ni ligi ambayo haina timu kubwa wala ndogo, ndio Jacob? Mm. Michael Olise ndiye aliyekuwa mchezaji bora wa chipukizi Bundesliga, unakubaliana na bila shaka na tuzo hiyo? Bila shaka nakubaliana nayo, na tulimuona jinsi mm -hmm. alivyoanza. Olise ametoka katika ligi ya England ambayo ni tofauti sana na Bundesliga mm. na, na, na, na, na ni kijana mdogo uh, tulitarajia labda atakuwa na mwanzo mgumu, lakini katika mechi ya tatu tayari akaanza kuonyesha uh, mambo yake mm -hmm. kwa hiyo uh, ametoa mchango mkubwa sana Bruce amefunga zaidi ya mabao kumi mabao kumi uh, uh, na mbili ameyafunga, na akasaidia kuunda mengine kumi na tano ah, kwa hiyo amestahili kwa kweli. Mm. Ni tuzo ambayo uh, siwezi kupingana.